Jamani ya chinako hebu nieteeni wajukuu ah. Bibi gani msimu moto wa sikukuu, nakaa peke yangu hapa, walete si wako, ni chizo. Ai, kumbe anapenda wajukuu na awasemi <laughs> <laughs> <laughs> maji nimesema, hivi bibi anakuja sasa hivi na wewe alafu, kwa nini unaondoka na funguo? Hapana jaji, jamani, ah, jamani. Ah. Nimeshazunguka mimi nimeenda ku... ah. uh kidogo hata niende mochoali jachulienda wapi bila kuniaga jamani, kwa nini unaondoka na funguo na hawa niachina nani? wasiumedai wajukuu hapa, mi nimekusikia kabisa, unadai wajukuu. Nimeenda kuwafata na watoto hadi wanalia njaa. Basi mwanangu Umewafata, umefika chisongea da, chika ngapi? Ume ajika online, ni... online. <laughs> <laughs> kwa kwa wa kama wewe mwenyewe unakula chilo nzima, ah, hawa watakula kama viwanzi watoto hawa babu yao alikufa, bibi yao mzaa baba alikufa, babu yao mzaa baba alikufa. Kwa hiyo wewe mama, ukiwalea au unapata salaga, na umeshasema we bilionea, bilionea sikujali watu wa nani wa, wa mataifa ah, sawa. Wenyewe ni watoto wanaachi ya kulelewa naye kushtutia ni wewe sasa, unafikitika nini? Na kama wanawake hapa ni nyumbani mama dunia hii wote, ndugu unatua popote, maisha ni kutafuta connection, na mi connection yangu ni wewe eh? Ngoja hey! Hey, kwanza koi ah, msileta a wajukuu mwenzangu, nishapata kikundi toka kusongea. Ngoja hey, niangaike na hicho hicho, apata wageni Songea wewe. we